Uh, Saif-Al-Islam mtoto wa Gaddafi ameuawa hivi karibuni nchini Libya, ambapo ofisi ya mwanasheria mkuu imethibitisha kuwa timu maalum zinazofuatilia eneo la tukio na kuanza taratibu rasmi mara tu baada ya mwili kupatikana. Maafisa walisema uchunguzi umekamilika na sasa kinachoangaliwa ni juhudi za kujaribu Kufu, e, kutafiti upya matukio yaliyopelekea kifo chake. Saif al-Islam Gaddafi ni nani huyu? Alizaliwa mwaka 1972. Alionekana na baadhi ya watu kama mtu mwenye nguvu na ushawishi mkubwa zaidi nchini Libya baada ya baba yake. Kwa, kwa miaka mingi alijitwisha majukumu ya umma kupitia utawala wa baba yake kanali Mwale, Muammar Gaddafi hasa katika eh, kutengeneza ushawishi wake kwenye nchi za magharibi, ambapo katika miaka ya mapema ya mwaka elfu mbili Saif al-Islam alikuwa kiungo muhimu katika kuhalalisha uhusiano wa Libya na mataifa ya magharibi kusaidia kufikiwa kwa mikataba ambayo ilisababisha kuondolewa kwa vikwazo na kurejea kwa Libya katika jumuiya za kimataifa. Mara nyingi alijionyesha kama mtu wa kisasa, akikuza mageuzi ya kiuchumi na uwazi mdogo wa kisiasa. Richa ya taswira hii, Walibya wengi walimwona kama mtekelezaji mkuu wa mamlaka ya serikali hasa katika maasi yaliyofanyika mwaka 2011 ambayo yalimaliza utawala wa miaka 42 ya baba yake Kanali Muammar Gaddafi. Saif-al-Islam, aliyesomea nchini Uingereza, alihudumu kama mwanadiplomasia asiye rasmi wa Tripoli, akishiriki katika mazungumzo yaliyopelekea Libya kuachana na mpango yake ya silaha za maangamizi makubwa mwanzoni mwa miaka ya elfu mbili lakini sifa yake iliharibiwa wakati wa maasi ya mwaka elfu mbili kumi na moja alipoapa kwamba Libya itageuka mito ya damu ikiwa maandamano dhidi ya utawala wa baba yake yataendelea. Waasi wanaungwa mkono na NATO walipokaribia kuangusha utawala wa baba yake, Saif alikuwa mmoja wa watetezi wa nguvu zaidi wa serikali. Baada ya kuporomoka kwa serikali, alikamatwa na wanamgambo wakati alipokuwa akijaribu kutoroka nchi. Kulingana na ripoti za vyombo mbalimbali, alizuiwa kwa miaka sita huko Zintani na mwaka na hatimaye alihukumiwa kifo katika mahakama ya Tripoli wa mzi ambao baadaye ulibadilishwa chini ya msamaha. Saif al-Islam Gaddafi alivyoshiriki kwenye maasi ya mwaka 2011 nchini Libya. Maandamano yalipozuka nchini Libya mwaka 2011 Saif al-Islam aliibuka kuwa mmoja wa watetezi wakuu wa serikali. Alitoa hotuba kali e, dhidi ya waandamanaji ambao walikuwa wanatishia kuiangusha e, serikali ya baba yake Kanali Muammar Gaddafi. Baada ya Muammar Gaddafi kuuawa Oktoba ya mwaka 2011 katika mji wa Sirte, alikozaliwa Saif al Islam alitoweka machoni pa watu kwa muda mrefu, na jambo hilo likawa limesababisha ushawishi wake e, kupotea miongoni mwa Walibya, na hizi ni baadhi ya kesi ambazo zilimwandama e, Saif al Islam Gaddafi. Mnamo mwaka 2015 mahakama ya Libya ilitoa hukumu ya kifo dhidi ya Saif al-Islam, ambaye ya kuwepo mahakamani hapo ikimtuhumu kwa uhalifu unaohusishwa na ukandamizwaji wa maandamano wakati wa mapinduzi ya mwaka 2011. Pia alishtakiwa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa jinai yaani ICC kwa tuhuma za uhalifu dhidi ya ubinadamu. Juhudi za mawakili wake kufuta kesi hiyo hazikufua dafu na hivyo kuacha mashtaka hayo bila kutatuliwa kwa miaka mingi. Vita uh, vya kisheria viliwekwa ambapo Saif al-Islam katika alikaa katika uangalizi wa kimataifa licha ya kuishi maisha ya kutoonekana nchini Libya. Mnamo mwaka 2011 21 Saif Al-Islam alijaribu kurejea kisiasa kwa kujiandikisha kama mgombea wa urais kwenye uchaguzi uliopangwa wa Libya, kura ambayo iliporomoka kwa sababu ya mgawanyiko mkubwa wa kisiasa nchini humo wakati baadhi ya wafuasi wake wakiwaendelea kumwona kama mtu anayeweza kuwaunganisha Walibya, wengi walipinga kurejea kwake, wakitaja nafasi yake katika utawala wa zamani na tuma ambazo hazijatatuliwa. Mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na moja, Saif al-Islam alijaribu eh, kurudi katika ulingo wa siasa, lakini historia yake ikawa imezimwa hivyo baada ya kashfa nzito zilizomwandama eh, kufuatia saga la mwaka elfu mbili kumi na moja. Hii, kifo cha Saif al-Islam kinamaanisha nini hasa katika nchi ya Libya? mauaji ya Saif al-Islam Gaddafi yanaondoa moja kwa moja alama na yanaweka mwanzo na mwisho wa enzi wa utawala wa Gaddafi. Wachambuzi wanasema kifo chake hakiwezi kutatua mgawanyiko wa kisiasa nchini Libya lakini kinaweza kufungua ukurasa mpya ambao umedumu tangu mwaka elfu mbili kumi na moja. Huku wachunguzi wakiwa mbioni kubaini waliohusika na kifo chake, tukio hilo linaangazia mapambano yanayoendelea nchini Libya dhidi ya uasi, malalamiko ambayo hayajatatuliwa na urithi wa siku zake za nyuma kwenye misukosoko. Kwa baadhi ya Walibya, kifo cha Saif al-Islam Gaddafi ni alama ya mwisho ya mtu mwenye utata ambaye maisha yake yalionyesha kuinuka kuanguka chini dhidi eh, ya vivuli vya kudumu vya utawala wa baba yake Kanali Muammar Gaddafi.